Wandugu zangu, dunia tunayoishi inakuwa dunia ya ajabu sana, lakini nataka nikwambie kwamba wewe na mimi tutaweza kuifanya dunia hii kuwa mahali salama kabisa, na kila mtu atafurahia kuongea na mtu mwingine wala kuishi karibu na mtu mwingine. Nataka nikwambie kwamba ndugu yangu, tunajua kwamba dunia kwa sasa inapima watu mwonekano wao wa nje. Dunia ya sasa inapima watu kwa mavazi na sio namna wanavyofikiria. Hujue kwamba ndugu yangu, nguo unazozivaa wewe za vicha mwili wako, lakini sio utu wako na hata kama dunia sasa hivi inakuwa inaona watu wa maana ni wale wanavaa suti, wale wanaopendeza We ukivaa shati ya kawaida unaonekana sio mtu wa maana, lakini ujue kwamba ndugu yangu, kile kinachotoka katika kichwa chako wewe ndio kinakufanya wewe kuonekana mtu wa maana, na sio nguo unazovaa. Waweza kuvaa na jinsi unavyotaka kufuatana na uwezo wako, lakini usijue kwamba mavazi haya ninayovaa yananifanya mimi nionekane nje vizuri, lakini watu wanataka kusikia kitu gani kinatoka kwenye mdomo wangu ni lazima uwe na nidhamu, heshima, uwe mtu unatumia muda wako kwa kufikiria na sio kuongeaongea ovyo ovyo, na dunia itakuona wewe wa samani, hata ukiwa unatembea na nguo ya kawaida sana isiyokuwa na samani, na wale wanaovaa manguo ya, ya, ya bei watahitwa wale watu wa manguo ya bei, lakini kichwa chao kitakuwa hakifanyi vizuri kabisa, lakini wewe ndugu yangu ukiwa mtu ambao unaishi maisha ya kawaida lakini una nidhamu na hekima na kichwa chako kinafanya vizuri, kila mtu atakukaribia wewe, maana hakuna mtu ataenda kufuata manguo wala muonekano wa nje, lakini kile kinachotoka kwako wewe ndio kitu cha thamani, na kila mtu atakuwa na nia kusikia yale yani unayoongea. Ndugu yangu, kuna watu sasa hivi waweza kumuona muonekano wako wa nje, anapendeza sana, anavaa vizuri sana lakini ukimkaribia mtu huyo kinachotoka kwenye mdomo wake, au uwezi kabisa kumsogelea. Lakini kuna mtu wa kawaida ukiongea naye, unasema ndio huyu hapa ni maskini na anaonekana mwonekano wake wa nje haupendezi sana, lakini ni mtu ana pointi, ni mtu anaweza kuishi na watu, ni mtu anatakiwa pewe heshima na sio nguo. Nguo sio kitu ndugu yangu, ambao wewe hauwezi ndio dunia sasa hivi wanaitwa wasafi unaonekana wewe ni msafi kwa sababu unavaa vizuri suti kila siku, na watu wanakupa heshima hivyo kwa sababu wanajali sana mwonekano wa nje sasa hivi. Lakini wanasahau kwamba mtu ni mtu kufuatana na kile kinachotoka katika mdomo wake na kile anachofikiria, na huo ndio utu. Mavazi ni ya kawaida tu. Na kama unaamini kwamba dunia tunayoishi sasa hivi inapima watu kwa mwonekano wao wa nje, wala kwa mavazi na sio wanavyofikiria tena, weka maoni yako hapo na tuweze kuyasikia. Asante sana ndugu yangu. Unapopata madai, gawa na mtu mwingine aweze kupata ma maneno ya maana tena ya busara, na ulike, weka comment hapo. Unapoenda kwa channel yetu YouTube, subscribe na uweke comment hapo, maana mawazo tunayo, tena ya hekima sana na ya busara. Asante sana.